Miti imekuwa sehemu muhimu ya maisha yetu, ikitufundisha kuhusu asili, maisha na uhusiano wetu na mazingira. Ingawa miti ni kielelezo cha uzuri na maisha, baadhi ya miti duniani ina sifa za kipekee na za ajabu sana ambazo zinavutia hisia za kutamani na hofu kwa walio wengi zaidi. Moja ya mifano ya ajabu ni miti inayotoa damu au ile yenye sifa zisizo za kawaida ambazo zimekuwa za kipekee na za ajabu katika tamaduni, hadithi na tafsiri nyingi za kisayansi. Hivyo leo tutachunguza baadhi ya miti inayotoa damu au kuwa na sifa za ajabu zaidi na kujua ni kwa vipi miti hii imekuwa kivutio kikubwa kwa watu na wanasayansi wengi duniani. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Karibu kusikiliza makala hii. Mti wa kwanza ni mti wa Drasini Senabari. Mti wa Drasina Senabari ambao pia ni maarufu kama mti wa damu ya Kihindi unapatikana kwenye kisiwa cha Sekotra kilichopo kwenye bahari ya Erabun. Mti huu ni maarufu kwa kutoa damu, ambapo maji mekundu yanaonekana yakitoka kwenye maganda yake ya zamani, na hivyo huufanya kuwa mti huu kuwa na sifa za ajabu zaidi. Damu hii inajulikana kwa matumizi yake katika dawa za asili, rangi na hata mapa Mambo ya kisanii. Watu wengi wanahusisha mti huu na nguvu za kichawi na za kishetani kutokana na maumbile yake na rangi ya damu inayotoka kwenye shina lake. Mti huu unavutia wataalamu wa asili na wapenzi wa mimea kwa sababu ya sura yake ya kipekee sana na mazingira ya kipekee ya kisiwa cha Sekotra. Kwa zaidi ya miaka elfu moja mti huu umekuwa na umuhimu mkubwa katika tamaduni za eneo hili na hadithi nyingi za kale zinahusisha mti huu kama chanzo cha nguvu za ajabu. Damu ya mti wa Drasina Senabari pia inatumika kwa madhumuni ya kiroho na matibabu, ikiwa ni sehemu ya tiba za asili zinazotumika mpaka hivi leo. Mti wa pili ni mti wa bloodwood. Mti huu ambao jina lake linatokana na damu ni aina ya mti unaopatikana maeneo ya Australia. Huu ni mti mkubwa wa familia ya Eucalypta na ni maarufu kwa kutoa juisi nyekundu kama damu inapotoka kwenye maganda yake au katika shina. Miti hii hutumika katika tamaduni za kiasili za Aborigino kwa madhumuni ya matibabu, na mara nyingi hutumika kama alama ya nguvu na maisha ya kiroho. Hadithi nyingi za Aborigines za Australia zinahusisha miti hii na matukio ya kiroho, ambapo inasemekana kwamba miti hii inasimamia uhusiano wa kipekee kati damu na roho za asili. Damu hii ambayo hutoka kutokana na vidonda au majeraha kwenye shina la mti inahusishwa na dhana ya uhai na kifo na inatumiwa kama ishara ya ulinzi na nguvu za kimazingira. Mti wa tatu ni mti wa The Vampire Tree. Mti huu unapatikana katika misitu ya mvua ya Amazon nchini Brazil. Mti huu unavutia kwa namna unavyohusisha hadithi za kutisha na za ajabu sana. Ni mti wa aina ya Kerika Velosam, na sifa yake kubwa ni uwezo wake wa kutoa mchuzi mwekundu unaofanana sana na damu, ambao hutoka kwenye shina lake lenye rangi ya ajabu zaidi. Ingawa mchuzi huu si damu halisi, ila umbo lake la kipekee linalochanganyika na mchuzi mwekundu hufanya mti huu kuwa kivutio kwa wanaotafuta milango ya ajabu. Hadithi zinadai kwamba mti huu ni maarufu kwa uwezo wake wa kumeza wanyama wa na kutengeneza mchuzi huo wa ajabu sana. Wataalam wa asili na wapenzi wa mimea wanasema kwamba mchuzi huu unapatikana kutokana na kemikali za kipekee zinazotokana na mti huu, na licha ya hadithi za kiroho zinazohusiana na mti huu, mchuzi huo hutumika katika baadhi ya matibabu ya asili. Mti wa nne ni mti wa monkey pod tree, unaojulikana kama samanea saman, ni aina ya mti maarufu katika maeneo ya Amerika. Amerika ya Kati na Kusini na pia ni maarufu kwa kuwa na sifa za ajabu zaidi. Mti huu unahusishwa na hadithi za watu wa kiasili ambao wanadai kuwa mti huu ni wa kishetani na unaweza kutoa nguvu za ajabu sana. Mti huu unapotunguliwa au kupigwa hutoa maziwa ya kijani kibichi ambayo yanadhaniwa kuwa na sifa za ajabu. Hadithi nyingine zinahusisha mti huu na utawala wa roho za kale, na mti huu unadaiwa kutoa maziwa ya kipekee ambayo yanaweza kuwa na athari ya kiroho kwa watu wanapoyaingiza katika milango ya kiroho. Watu wa kiasili wa maeneo haya wanahusisha mti huu na miungu ya asili ya roho za zamani, na kwa wengi ni mti unaowapa nguvu na ulinzi dhidi ya nguvu za uovu na uchawi. Mti wa tano na wa mwisho ni yew tree kutokea nchini Uingereza. Mti huu ni mti wa zamani sana wenye historia ndefu na unajulikana kwa kuwa na sifa za ajabu zaidi. Huu ni mti wa asili ya Ulaya, lakini unapatikana pia katika maeneo mengine ya dunia. Yew tree inajulikana kwa umri wake mkubwa na uimara wake, na inahusishwa na roho za wafu na nguvu za kiroho. Miti hii mara nyingi hupatikana katika maeneo ya kale ya maziko na imekuwa na nafasi muhimu katika tamaduni za kiasili na za kidini. Inasemekana kwamba mti huu una nguvu za kiroho na huweza kuunganishwa na ulimwengu wa roho, na baadhi ya hadithi zinasema kwamba mti wa Yew ni mlango wa kwenda kwenye ulimwengu wa wafu. Ingawa sayansi inaonyesha kwamba mti huu una sifa za kutibu magonjwa na kuwa na uwezo wa kustawi kwa miaka mingi zaidi, lakini hadithi za kale zinadai kuwa Yew tree ina uwezo wa kufungua milango ya ajabu na ya kiroho, hivyo kuufanya mti huu kuwa kivutio cha kipekee sana duniani. Miti hii inayotoa damu au kuwa na sifa za ajabu zaidi inazidi kuvutia hisia za uchunguzi na tafakari kwa wanadamu. Hadithi zinazohusiana na miti hii na uwezo wake wa kutoa mchuzi unaofanana na damu au kutoa nguvu za kipekee zinadhihirisha nguvu ya asili na uhusiano wetu na mazingira tunayoishi. Ingawa wanasayansi wanajitahidi kuelezea baadhi ya miti hii kisayansi, hadithi hizi zinatufundisha kuhusu mafumbo ya asili na uimara wa uhusiano wa kiroho na mazingira yetu kwa ujumla. Hakika hii ni dunia ambayo haiishi kutushangaza, na huu ndio mwisho wa makala hii. Jina langu naitwa Abdul Kingungo, unaweza kunifollow katika ukurasa wangu wa Instagram kwa jina hilo hilo la Abdul Kingungo. Asante kwa kunisikiliza na tukutane katika makala zinazofuata.